Kwa kweli nimefika eneo la tukio baada ya kuwa nimepokea simu ya balozi wangu wa eneo hili, na nimefika hapa katika eneo hili la hosteli iliyoko ndani ya mtaa wetu. Kama mnavyoona, taharuki imekuwa ni kubwa. Nimefika na kukuta mtoto mchanga, ambacho ni kiumbe hakijajulikana vizuri ni cha jinsia gani, kimetumbukizwa ndani ya mfuko wa takataka. Na kwa mujibu wa utaratibu wa mtaani kwetu, mara nyingi gari za taka zinapita siku ya Jumatano. Kwa hivyo waliofanya tukio hili pengine alikuwa na target e, zoezi la uzoaji taka, ili kiweze kwenda kuteketezwa kwenye dampo la uchafu. Kwa hivyo wasamalia wema wamebaini mapema tukio hili kabla ya taka kubebwa na kugundua kuna kiumbe ambacho ni kiumbe, e, ni kiumbe ambacho ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni malaika wa Mungu huyo katupo ndani ya mifuko hiyo na wamejitahidi kukiokoa na kimehifadhiwa katika chombo maalum cha boksi. Kwa sababu mimi huwa ninapita, nina tenda za kulisha kuku hapo nguzo nane, kwa maana hiyo waga nakusanya maugari huwa napata humu kwenye mamifuko, ninapeleka nguzo nane kupata riziki. Leo hii nimekuja nafukua namna hii kwenye mifuko na kumbana na kitoto Bahati nzuri nikawakuta wa madada wamo humu ndani, nikawaita hapo nje washuhudie kwamba jamani, ni nini mlichokifanya? Basi tumeitwa kwa kutokea kisanga hapa katika maeneo ya hostel. Tukaja tukashuhudia katoto kamewekwa kwenye mfuko, mfuko wenyewe wa mia mbili tukaja kuangalia tukakuta kweli katoto kama kana miezi minane, mtoto ameshaota mpaka nywele mpaka na nywele mpaka na, na macho mtoto ameshatokeza paka mpaka na kucha, ndio sasa watu ikabidi sasa ndio watu wajitokeze wajwaji waangalie kumsanga alikotokea kwa hiyo